Kijana, nimekuita hapa tuje tupate chakula. Nina kazi nataka nikupe na kazi muhimu sana, na ukifanikiwa kuifanya hiyo kazi, naweza nikakupa mabilioni ya pesa, yaani nitakutajirisha. Kazi K, kazi gani tena? Yani kazi, kazi yoyote mimi ni nitaweza kufanya, imradi tu hiyo na malipo mazuri, kwa sababu nina shida sana na pesa. Uh, vizuri. Uh, kwanza kabisa mimi naitwa Abusi Abasi ni mkurugenzi wa kampuni ya Innovation Company Limited. Uh, na wewe unafanya kazi kwenye kampuni ya Aprovation Support Technic, na sisi ndo uh, wapinzani wenu wakubwa sana ya kibiashara. Kwa hiyo nilikuwa na kazi moja nataka unifanyie kiufanisi kabisa na naweza nikakulipa mshahara mkubwa ambao unaweza kubadilisha maisha yako kabisa. A, a, kazi gani tena hiyo bosi? Kijana, kuna dokumenti nitaka ukaniibie pale kwa bosi wako kwenye ofisi yake, e, dokumenti muhimu sana kwa kuwa wewe ndio mtu wa karibu sana wa bosi wako, naomba ulifanyie hiyo kazi na nitaweza kukulipa zaidi ya milioni mia thamani sana bosi, ya basi A, lakini mimi siwezi nikafanya hiyo kazi yako. Naomba tu utafute mtu mwingine, kwa sababu mimi bado naipenda sana kazi yangu na, pi, na pia bosi wangu ananiamini sana, siwezi nikamvunjia uaminifu. Kwa hiyo siwezi nikafanya hiyo kazi hata siku moja, sina tamaa za pesa kwa kiasi hicho. Vijana, <coughs> kumbuka hizi ni pesa na hizi kumbuka, milioni mia ni sawa na mshahara wako wa mwaka mzima. Mimi nakupa kwa wakati mmoja. Vijana wenzako wanitafuta hii fursa wamekosa. Kwa hiyo naomba ufikirie vizuri kabla hujanijibu, maana haitakuja mara mbili. Ni fursa. Hapana, mimi ndio nimesha amua, io siwezi nikafanya hiyo kazi. Mimi naipenda kampuni yangu na niliahidi kuwa sitaweza kuisaliti na pia napenda na, na sana kuona maendeleo ya kampuni yangu. Kwa hiyo mischekeshi hapa ni kwamba nimekuambia siwezi nikafanya hiyo kazi, tafuta mtu mwingine. Basi kijana, nimekuelewa, lakini nilikuwa naomba naombi moja, kesho naomba uje kuna ofisi zetu uweze ukutane na bosi wangu, labda unaweza ukamwelewa labda yeye akikuomba unaweza ukamwelewa kidogo. Tafadhali usikatae na hilo ombi. Basi sawa, kwa hilo naweza nikaja, lakini sitaweza kukubali ombi lenu kamwe. Lakini kuja nitakuja, kuheshimu tu, kumheshimu tu bosi wako. Asante sana kijana, kwa kukubali wito wangu. Sikudhani kabisa kama utaweza kuja. Nilikwambia nitakuja kwa heshima ya bosi wako tu, la sivyo nisingeweza kufika hapa. Na n, naomba tusipoteze muda. Un, unipeleke nionane na bosi wako tuweze kumaliza hili jambo. Sawa, amna shida, kijana. Basi naomba unifuate ili niweze kupeleka kwa bosi wangu. Sawa. Bosi, unafanya nini hapa? hapausiogope Samu, hapa unavyoniona, hii pia ni kampuni yangu, kwa hiyo usiofu chochote. Oh, sawa bos, nimekuelewa. Uh, lakini kuna kitu sijakielewa bado. kuna nini kinaendelea hapa? Uh, kwanza kabisa nikupongeze sana kwa juhudi zako ulizozifanya kuanzia mwanzo hii kampuni mpaka sasa, na pia unaendelea kuonesha ubora wako kadri siku zinavyozidi kwenda, na, na umefanikiwa kufaulu mtihani wangu niliokupa kwa kuonyesha kwamba unaweza kuwa mwaminifu na kuilinda kampuni yako kwa chochote kile na pia hauna tamaa za pesa. Uh, yani bosi, unataka kumaanisha kwamba wewe ndio ulimtuma yule kijana aje kunilawai ya kwamba nije nikuibie dokumenti zako za ofisi yako? Ndio sana, ni mimi ndio nilimtuma yule kijana, lakini nilifanya hivyo ili kuweza kugundua kwamba we ni mwaminifu au unaishi kwa maslahi ya pesa. Nilishawahi kufanya hivyo kwa wafanyakazi wengine, lakini waliishia tu kuwa na tamaa za pesa lakini wewe umekuwa ni mtu wa kipekee sana, na umechagua kuilinda kampuni yako badala ya kuchukua pesa. Na nilifanya hivyo ili kuweza kutafuta mtu ambaye ataweza kusimamia kampuni zangu kwa muda ambao nitakuwa ni kwenye safari yangu ya kikazi ambayo itanichukua zaidi ya miezi sita. Kwa muda huo wote nilikuwa natafuta mtu ambaye anaweza kusimamia kampuni zangu, na nimekupata wewe Sam. Tafadhali naomba ukubali na, nawezaje kukataa boss? Miongoni mwa vitu ambavyo mimi navipenda ni kuweza kuonyesha umahiri wangu katika kazi na kuweza kukuza kampuni yangu na kuhakikishia kwa, kwa muda wote huo nitailinda kampuni yangu na kuweza kufanya mapato hayo ya juu. Nashukuru sana boss. Maana najiona mwenye bahati sana najiona mwenye bahati sana kuajiriwa kwenye kampuni. Asante sana boss. Asante sana uh, uh, usijani kabisa sana. Unajua siku si zote mafanikio huwa yanabebwa na bebo, juhudi za mtu pamoja na uaminifu wake katika kazi yake, na umevionyesha hivyo vyote. Kwa hiyo mafanikio lazima yaje, na atazidi kuja na kuja tena. Kwa hiyo mimi ninachokuomba uweze kuendesha kampuni yangu vizuri, na uwatreat wanafanya kazi wote kwa usawa, na pia uweze kukuza mapato ya kampuni yetu na nitakuwa na kulipa mshahara mzuri pia ambayo utakuwezesha wewe kuendesha familia yako na kuweza kuendesha majukumu yako ya kikazi. Usijali kabisa bosi, na ili kutimiza majukumu yote uliniachia kwa ufasaha na weledi ili kuweza kuleta mafanikio ya kampuni yetu. Asante sana.